Umeshawahi kujiuliza kwa nini suratu Yaseen imeitwa moyo wa Qur'an, na kwa nini waja wengi wanapendekezwa kuisoma asubuhi? Leo nitakueleza siri kubwa ya surati hii tukufu na faida zake kwa maisha yako ya kila siku mm. Ni miongoni mwa sura mashuhuri sana katika Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliitaja kuwa qalbul Qur'an, moyo wa Qur'an. Kuisoma asubuhi huleta utulivu wa moyo, hifadhi kutoka kwa balaa na kufunguliwa kwa riziki mm. Wale wanaozoea kuisoma Suratu Yasin kila asubuhi wameshuhudia mambo yao kuwa mepesi, riziki kufunguliwa, na siku zao kujaa baraka. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an ni nuru, na anayeianza siku yake na Qur'an anakuwa ameianza na mwanga. Kusoma surati Yaseen hakumaanishi tu kusoma kwa midomo, bali ni kuisoma kwa kutafakari na kuamini ahadi za Allah. Ni kumbusho kwamba maisha ya dunia ni mafupi na akhera ndiyo makazi ya kudumu, mm. Ewe ndugu yangu, usiache kuanza siku yako kwa surati Yaseen. Jaribu leo na utaona tofauti kubwa maishani mwako. Sambaza ujumbe huu ili na wengine waone siri hii ya ajabu ya Qur'an.